Mawaziri wa kigeni wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana kuzuia uuzaji wa boti za kujaza upepo na mashine nchini Libya ili kuzuia usafirishaji haramu wa wakimbizi katika Bahari ya Mediterranean. Shirika la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limeomba dola milioni 421.2 kuwasaidia wakimbizi wa kaskazini na kusini mwa Afrika. Juhudi za kuifuta sheria ya huduma ya afya nchini Marekani maarufu Obamacare zinazidi kugonga mwamba baada ya maseneta wawili zaidi wa Republican kuipinga sheria mpya inayopigiwa upatu na Rais Donald Trump na ikitarajiwa kuondoa huduma ya Obamacare. Mahakama ya Uturuki imeagiza kukamatwa kwa wanaharakati sita kwa mashtaka ya kuyaunga mkono makundi ya kigaidi. Miongoni mwao yupo mkuu wa Amnesty International nchini Uturuki, Idil Ezel. Huu ni mwendelezo wa kamatakamata iliyofuatia jaribio la mapinduzi lililoshindwa dhidi ya serikali ya rais Erdogan mwaka 2016. <muchasimu> Wapalestina 50 wamejeruhiwa katika ghasia na polisi wa Israel karibu na eneo takatifu kwa wayahudi na waislamu mjini Jerusalem. Ghasia hizo zimetokana na hatua mpya za usalama zilizowekwa na Israel mwishoni mwa juma kufuatia tukio ambao wanajeshi watano waliuawa na Waisrael wenye asili ya Palestina. <muchasimu> Somalia imefanikiwa kurejesha mtandao wa intaneti baada ya kukatika kwa karibu wiki tatu kutokana na hitilafu. Kiasi ya watumiaji milioni 6.5 waliathirika na kadhia hiyo.